Msanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka hapa hapa nchini Tanzania, ebana Linex akipenda kujiita The VOA ameweza kushea ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram, alikwamba kuna waizi ambao wameweza kumwibia ebana usiku wa hapo jana, kupitia ukurasa wake wa Instagram. Maandishi ambayo alikuwa anasomeka baada ya hiyo post yalikuwa ya anasomeka hivi: usiku wa jana nimeibiwa vitu nyumbani TV, Music System, Home Studio na ni kama milioni sita hivi. So ni kwamba nashukuru Mungu e, familia yangu iko salama. Amewatag pale jeshi la polisi e, Tanzania. E, bana naomba dolia zipite huku. E, sala sala watu wanavu, wanavunja e, wanachukua mali kaa zao. So huo ndio ujumbe ambao e, Linex aliweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa anaomba polisi kwamba waweze kufanya dolia kwa ajili ya kuweza kupata e, bana vitu ambavyo yeye ameweza kuibiwa. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wao wameweza comment zao kupitia post hiyo ambayo e bana Linex ameweza kuipost kupitia ukurasa wake wa Instagram, watu wakiwa wanamponda, wengine wakiwa wanachukulia kama ni masiara. Kuna huyu ambaye anasema mjeda akapigwa e, kakimbilia e, kituo ebana hii mpya jijini. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema ebana, hata kama e sio wahadhi yako, yaani kwamba kama vile e wa waizi ni kama vile wameweza kumibia mtu ambaye pengine labda e sio hadhi tofauti tofauti, na watu ambao wameshazoea wakiwa wanaibiwa, yaani kwamba Linex ye kuibiwa, ebana sio jambo la kawaida kabisa. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anampa pole, lakini pia kuna huyu ambaye anasema kwamba e pole sana, lakini simu ebana, uliacha wapi? kwa nini wawezi hawajaiona? E bana, zipo comment tofauti tofauti ambazo watu wengi sana wamemponda, lakini pia kumeonekana kwamba mastaa wenzake wao hawajaweza kuonekana sana katika e bana, uwanja wa comment pale, lakini yeye Linex ameshaweza kutoa ujumbe wake kwamba kashaibiwa vitu tofauti tofauti ikiwemo ni TV, lakini pia e, music system, lakini pia home studio. Ni upi mtazamo wako? Kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, usiache ku e, subscribe kwa taarifa kadha kadha, sawasawa online digital chao, chao.